Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika video yako pendwa ya Nebuye TV. Kwa siku ya leo, tuna mada nzuri ambayo tunaweza kuzungumzia. Kama unavyotazama katika video yako hapo, ni miche iliyopendeza, miche mizuri, iko miche takriban mitano ambayo hata katika skrini yako hiyo. Kwa hiyo, mada ya leo moja kwa moja tutazungumzia kuhusiana na umuhimu wa kuchagua miche bora au ununuzi wa miche bora kwa ajili ya kuweza kupata mavuno yaliyokuwa bora. Kabla hujaendelea, mtazamaji, nakuomba uweze kuwa nami moja kwa moja hatua kwa hatua kuanzia video inapoanza sasa hivi mpaka mwisho wa video itakapoisha, na pia nakuomba ukumbuke kusubscribe, uweze kulike na uweze kucomment na pia uweze kufuatilia video zijazo katika playlist yetu inayopatikana katika NEBUYE TV inayohusiana na kilimo cha ndizi kilimo cha nyanya, matembele pamoja na ufugaji wa bata. Mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV, kama unavyoangalia katika uinga yako hapo, kuna miche mbalimbali ambayo umeiona tuea kumtembelea mkulima au mzalishaji wa miche. Mkulima huyu ameweza kuandaa shamba lake vizuri na na mpango, ambapo mvua zitakapoanza kunyesha basi miche yake atayahamisha kutoka hapo unapoiona na moja kwa moja kuanza kupeleka shambani kwa haraka haraka. Kuna mambo muhimu ambayo unaweza kuzingatia kabla hujanunua mche yako, unapoenda kununua shambani kwa mtu au unapoagiza au unapoenda kununua kwa wataalamu. Cha kwanza kabisa inabidi ujue mche bora ndo msingi mkubwa wa shamba, ndo msingi wa mavuno. Mche bora ndo msingi wa shamba lako na msingi wa mavuno. Cha kwanza kabisa inatakiwa yeah, uweze kununua shamba, uweze kununua mche kwa mkulima aliyekuwa mwaminifu na mkulima mzoefu. Ni jambo la msingi sana, ambao wakulima wengi wanakuwa wanakosea. Unapoenda kununua shamba, unapoenda kununua mche, jitahidi sana uweze kununua mche kwa mkulima ambaye ni mzoefu na mkulima ambaye ni mwaminifu yeah, maana mkulima huyu anajua na atakuelekeza vizuri kwamba huu mche uko bora na mche huu unatakiwa utoe hapa, upeleke shambani, au shamba langu lina changamoto ya wa wadudu, li na migomba yangu inasumbuliwa sana, haitaki mbolea hii na hii. Kwa ina maana atakushauri pindi utakaponunua mche kutoka kwake. Pia kitu kingine, inabidi ueza kuangalia afya ya mizizi ya mche. Ina maana mche unaweza kununua, angalia afya ya mzizi wake. Je, mzizi wake ukoje? unaasha gani? maana unapokuwa unanunua mche, naamini kwamba utanunua mche ukiwa na mzizi. Kwa kata ule mzizi, angalia ile mizizi. Je, ni miembamba au mizizi ni minene au mizizi ina afya ya aina gani? Ina maana afya bora ya mzizi pia ndio inakusaidia wewe kuweza kupata mavuno yaliyokuwa mazuri, na mche wako unakuwa una uwezo wa kuweza kuchukua maji, kuchukua virutubisho, unaona kutoka chini na kupandisha juu kwa ajili ya kuweza kupata mavuno na kuweza kujiendeleza. Na kitu kingine inabidi uweze kutazama pia afya ya majani. Kama unaangalia katika skrini yako hapo, naona unaangalia majani hayo matawi, na maana hayo majani hayo, matawi. Je, matawi hayo, ni bora au sio bora? Kwa nabidi uangalie matawi sasa hivi ni muda wa kiangazi, lakini mche wako una majani ya kijani, kama unavyotazama hivyo, na majani yake ni mapana, yani bora, maanake a majani yameshiba, yako vizuri. Kwa hiyo, kwa haraka haraka mche huu unauona. Kama mkulima atakuuzia mche wenye sifa kama hiyo, haina budi uweze kununua mche huo, kwani utakusaidia na utakupa matunda yaliyokuwa mazuri. Kitu kingine inabidi kagua ukali wa shina na rangi ya majani. Inabidi uangalie rangi ya majani. Je, majani yako unayonunua ni ya kijani? majani haya unayonunua kujua mche wako, Je, ni mzuri, uko bora au hauko bora, au haufanani vizuri? Ina maana pindi utakavyokuwa unakifanya hicho kitu, ina maana kwamba itakusaidia wewe katika kuweza kupata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Kagua majani, uangalie majani. Hapo unapoangalia katika skrini yako, majani hayo unayoonaje? Je, yako bora? Je, ni mazuri? ina maana ni mkulima ambaye ameandaa miche yake hiyo, kaanda hapo, miche mingi ameotesha ili kusudi mvua zakapoanza aweze kuhamisha miche moja moja na kapande katika shamba lake kwa ajili ya uzalishaji. Na wewe ndugu mtazamaji, zaidi pia kanunue mche ulio bora, na mawasiliano unapita hapo. Kama unahitaji mche tuwasiliana, kama unahitaji mche uliokuwa vizuri uweze kutufuatilia katika playlist zetu na video zetu. Kitu kingine naomba naomba katika uangalie video hii mpaka mwisho, kwa ajili ya unaponunua huo mche. Baada ya kupata mche, anakaa nao ndani ya miezi miwili, miezi mitatu katika kiliba chake, au kaenda kununua shambani, atakapokata mche huo atoa mizizi a na baadhi ya udongo ambaye ushimba utaubeba katika sehemu nzuri, basi inabidi uandae mashimo ya kwenda kupanda. Sio unanunua leo mche unakaa nyumbani mpaka unakauka ndio unaenda kupanda. Hapana, kama hujaandaa shamba la kwenda kupanda mche huo, kama haujaandaa nyenzo yoyote ya kubebea mche huo, basi usinunue, kwani mche huo utakauka. Unatazama katika video yako hiyo, mkulima ameotesha miche mingi hapo, ina maana huyu anajiandaa kwa ajili ya kupanda msimu huu wa mvua. Pia kitu kingine watazamaji, jambo cha muhimu sana unapoenda kutafuta mche ni kuangalia aina ya mbegu ambayo unataka kwenda kununua. No, kuinunua maana kuna mbegu nyingine baadhi ya maeneo haifanyi vizuri na kuna mbegu nyingine baadhi ya maeneo haifanyi inafanya vizuri. Kwa hiyo inabidi uangalie shamba lako wewe, je, shamba lako na ardhi uliopo mbegu hiyo utakayoenda kununua itafanya vizuri, sio unanunua tu mche alafu unapeleka shambani. Kama ndizi Bukoba kwa mfano au ndizi Mungala au ndizi Mtwike au ndizi Mshale au ndizi Sukari, unaona, au ndizi Nyama. Hiyo ni baadhi tu ya ndizi ambazo watu wengi sana wanazifahamu, kwa kuna maeneo mengine ambayo ardhi hiyo inakubali na ndizi Nyama, lakini ukipanda ndizi ndizi mshale na nakua haifanyi vizuri, kwa inabidi wewe uweze kutambua kwamba eneo langu kwa miche hii inaipanda kwa aina hii ya mbegu, ina maana itafanya vizuri, niweze kupata matunda. Pia tukumbuke kwamba kuna sentensi ambayo nimeongea hapo awali kwamba mche bora ndio msingi wa shamba lako, na mche wa leo unaenda kuunua uliokuwa vizuri, ina maana baada ya muda utaweza kutoa watoto ambao utatoa watoto utoto wajukuu na vitukuu. Katika video zetu zingine ambazo nimeweza kuzungumzia aina nimezungumzia nagani ya kuweza kuprune gani ya kuweza kuchagua wanili kuchagua yale mazalia ya au maeteo ya kuweza kuyatoa au ya ili yabaki ili ibaki migomba au midizi ambayo itakuwa na faida kwako. Na naja pia katika video nyingine ufuatilie a tumeweza kuzungumzia umuhimu pia wa kuweza kuprune kwa ajili ya matunda na, nani, na matokeo ya kuwa mazuri. Kwa nini tunaamini kilimo cha ndizi ni biashara, na tunalima tuweze kupata biashara kikubwa. Mpenzi wa watazamaji wa Nebuye TV, na kuomba ukumbuke kuweza kusubscribe, ugonge like, pamoja na uweze comment. Tunasoma comment zenu pamoja na kushare share video hii, share playlist ambayo unaangalia bora sana kilimo cha ndizi, ili kusudi wakulima wengine nao waweze kupata faida na waweze kupata elimu. Usiwe mchoyo wa elimu, kwa kutokoshea na kutokumshirikisha mwenzio, ili aweze kutufuatilia Nebwe TV. Tunaanza kilimo hatua kwa hatua, vilimo mbalimbali kuweza kuelimisha ujasiria mali na wakulima wanaoanza kulima, ili waone kilimo ni cha rahisi na waweze kusukuma na waweze kupata elimu kupitia, kupitia, tv yetu chaneli yetu hii, ili wewe ni miongoni mwa sababu ya wao kuweza kufanikiwa. Kuomba mtazamaji wa wawo, kwa kwa mbe Nebwe TV na kuomba uweze kujibu swali hili kwamba unapoenda kununua shambani miche au dukani au kwa mkulima mwenzio miche, ni vitu gani unavyoweza kuzingatia kabla hujanunua mche? Nasoma comment, naomba uweze kunijibu, ndugu mtazamaji, kama mweza kuona video hii. Ni vitu gani unavyoweza kuzingatia kabla hujanunua mche wako? Kutanunua mche gharama kubwa, kivitu ambao inabidi uweze kuzingatia ili kusudi vikupe matunda yaliyokuwa bora. Asante sana kwa kunisikiliza, mpege mtazamaji wa Liberty TV, na kuomba uweze kufuatilia video ijayo, kwani tutazungumzia mada mada iliyokuwa nzuri nzuri, ambayo itakusaidia katika mwendelezo wa kilimo chako cha ndizi. Liberty TV tunawajali na kuwathamini, karibuni sana, naomba ulike na, na kusubscribe.